Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali; pasi na shaka upo salama kabisa. Ni taarifa ambayo kidogo imeniacha na maswali mengi sana. Tunakumbuka kila ambacho kimetokea jana, ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema e, Tanzania Bara John Heche alikuwa anataka kwenda Kenya e, kwa ajili ya kuhudhuria e, msiba wa Odinga kumwaga Odinga, lakini pia E, kwenye mazishi ya Odinga na kama unakumbuka pia, kwa wale ambao anafuatilia update kutoka mahakamani e, mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwaagiza viongozi wa chama wahakikishe ya kwamba wanafika kumwaga baba e, huko Kenya. Odinga alikuwa ni maarufu kama baba, lakini cha kushangaza ni kwamba jana e, wakati Heche anafunga safari ya kwenda huko akiwa mpakani kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania huko Sirari akazuiliwa kuingia Kenya, lakini pia pasipoti yake ya kusafiria e, ika, ikapokonywa ikachukuliwa na uhamiaji. Tukashuhudia video za pale namna ambavyo Heche amejaribu kuzungumza kutaka apewe pasipoti yake, lakini pia at least wamwambie ni kwa nini wamechukua pasipoti yake, lakini pia ni kwa nini wanamzuia Heche asiweze kwenda Kenya lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo eh, tulizipata lakini pia hata kutoka kwa watu wa karibu ni kwamba ilikuwa ni maagizo kutoka juu. Sasa maagizo kutoka juu ni nani aliyeamuru ya kwamba Heche asiruhusiwe kuvuka mpaka kwenda Kenya? Lakini pia cha kushangaza zaidi kuna hii taarifa ambayo Chadema wameitoa wame leo eh, ya kupitia eh, msemaji wa, wa chama Eh, Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha Chadema kwamba gari ya makamu mwenyekiti John Heche ilipigwa risasi za moto, ilipigwa risasi za moto, na baada ya kupigwa risasi za moto matairi yale ya magari, ile gari ikavutwa ikabuluzwa mpaka kituo cha polisi, lakini pia dereva wa Heche akakamatwa na akanyimwa dhamana lakini pia bado haijulikani ni kwa nini hawataki kumpa dhamana, lakini pia ni kwa nini walichukua uamuzi wa kulipiga risasi gari la Heche, tena za moto, na gari kuondoka nalo. Ukiangalia senario, namna ambavyo imekwenda hii tukio lilipotokea, nita nitakupa mfano wa baadhi ya, ya, ya watu ambao wametoka Tanzania na wamefanikiwa kufika Kenya katika picha za leo kwenye mazishi mumemwona Jeska Magufuli, mtoto wa hayati rais Magufuli. Lakini pia Jakaya Mrisho Kikwete ni miongoni kati ya watanzania ambao wamefika Kenya. Huyu ni rais mstaafu wa awamu ya nne. Lakini pia Rosta Mwazizi ni miongoni mwa watanzania ambao wamefika Kenya. Ni kwa nini viongozi wa Chadema wamezuiliwa kuvuka mpaka kwenda Kenya kumwaga Odinga hilo ni swali ambalo natakiwa uweze kujiuliza. Lakini pia Chadema wametoa taarifa kuhusu pasipoti za viongozi wa Chadema ambazo zinashikiliwa zirejeshwe mara moja, baada ya lile tukio la jana kutokea. Kama nakumbuka, wananchi pale Silari wakajitokeza kwa wingi sana pale mpakani wakapiga sana kelele kwamba tunamtaka John Heche, lakini pia no peace, no Heche waliimba hivyo wananchi, kwamba no Heche, no peace, kwamba bila Heche kutakuwa hakuna amani, na idadi ya watu ilikuwa inaongezeka kila baada ya dakika moja, kuna watu wanaongezeka wanamiminika pale. Kilichokuja kutokea ni kwamba Heche wakamwachia, na baada ya Heche kumwachia wananchi wakaamua kuondoka na Heche kwa miguu. Sasa unaambiwa kwamba usalama wa Heche haukuwa mzuri, polisi walikuwepo wanataka kumkamata, kwa hiyo wananchi wakaona waondoke na Heche kwa miguu, na walipofika mbele Heche akazungumza pia na umati wa watu ambao ulikuwa umejitokeza pale e, namna ambavyo anashangaa kitendo cha mtu kunyimwa haki ya kwenda kumzika mtu sijui mwawe kushuhudia wapi dunia hii una, unakataliwa kwenda msibani. Baada ya hapo watu wakajua Heche kaenda Kenya na kuna baadhi pia ya vyombo vya habari vikaripotia kwamba Joni Heche yupo Kenya. Asubuhi na mapema leo, uhamiaji pia wakatoa taarifa ya kwamba Heche amevuka mpaka bila kufuata utaratibu, kwamba Joni Heche yupo Kenya. Ngoja hapa ni kusomee taarifa ya uhamiaji ambayo ilisambaa asubuhi na mapema kabisa ya kwamba Heche hayupo Tanzania, yupo Kenya. Habari ya Heche kuzuiliwa jana pale mpakani imekuwa ni kubwa sana. Vyombo vya habari vya kimataifa pia vimeripoti taarifa hii, Kenya pia wameripoti taarifa hii, Chadema kuzuiliwa kuja kumwaga Odinga. Unajiuliza e, ni kwa nini e, serikali imetaka Heche kuzuiliwa kwenda huko Kenya kumwaga Odinga. Tunapozungumzia uhamiaji, ni wizara ambayo ipo chini ya serikali, kwa hiyo moja kwa moja utaelewa ni kitu gani na, na nakizungumzia hapo. Asubuhi na mapema leo vyombo mbalimbali vya habari vikaripoti taarifa kwamba Heche alivuka mpaka bila kufuata taratibu. Ilikuwa ni idara ya uhamiaji nchini ambapo ikatoa taarifa asubuhi na mapema kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Wegesa Heche aliondoka nchini kupitia mpaka wa Silari wilayani Tarime bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji. Taarifa hiyo ya idara imesema tukio hilo limetokea katika kituo cha uhamiaji cha Silari mkoani Mara, ambapo Heche alibuka mpaka na kuingia nchini Kenya kinyume na masharti ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Kupitia taarifa hiyo, idara ya uhamiaji ikapenda kuujulisha umma kuwa katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wasirari mkoani Mara Mheshimiwa John Wegesa Heche ameondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji ambazo zimeundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Sasa idara hiyo ikatoa wito kwa Watanzania na wageni ambao wanataka eh, kuingia au kutoka nchini kuhakikisha wanapoata taratibu zote za kisheria ambazo zinahusu uingiaji ukaaji, pamoja na utokaji wa watu nchini. Lengo ni kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria. Nilipoiona pia taarifa hii, nikasema kambe, na mwana Hechi kama kweli yupo Kenya, akirejea tu kutoka Kenya tafsiri yake ni kwamba atakamatwa kutokana na kukiuka sheria. Lakini utajiuliza kwamba Hechi amekiuka sheria gani? Heche ameenda pale mpakani na paspoti na alikuwa anafuata taratibu zote kwa mujibu wa video ambazo Heche alijirekodi na kuelezea tukio lilivyotokea. Kuna mtu pale aliamuru kwamba Heche apigwe. Heche akauliza nipigwe kwa kosa lipi? Mm, aliongea pale nipigwe kwa kosa lipi? Akazungumza vitu vingi sana kwamba tunaishi mara moja, tunakufa mara moja, hata nikipa leo wewe, pia hutaishi utakufa. Akazungumza vitu vingi sana. Heche pia kupitia mitandao yake mbalimbali ya, ya kijamii aliweza kuchapisha taarifa kwamba nimezuiliwa, eh, kwenda nchini Kenya na pasipoti yake ya kusafiria imechukuliwa, lakini pia hajaambiwa kosa ambalo amefanya ni kosa gani. Sasa, baada ya hapo Chadema leo wamekuja na taarifa rasmi kuelezea kila ambacho kimetokea jana. Lakini pia sio hicho tu, mpaka gari la Heche kupigwa risasi za moto. Lakini pia Heche yuko wapi? Heche pia amezungumza na kuandika kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii kwamba hakuondoka Tanzania kwa sababu anafahamu taratibu zote ambazo zinahitajika na nini alitakiwa kufanya ili avuke mpaka. Kwa hiyo hakuvuka mpaka na, na kwenda Kenya, na ukiangalia katika video ambazo Heche amekuwa akizungumza anasema kabisa kwamba yeye ni mwenyeji wa Mara anajua kabisa njia ambazo hata angepita uhamiaji usingejua kwamba akavuka na kuingia Kenya lakini aliamua kufuata taratibu akapita mpaka pale likatokea la kutokea kupitia taarifa ambayo imesainiwa na makamu mwenyekiti wa chama cha eh, demokrasia na maendeleo chadema eh, John Heche ikielezea hiki ambacho kime kimetokea na taarifa hii pia ni kuambia kwamba imesainiwa na, na Joni Heche yeye mwenyewe kutoka chama cha eh, demokrasia na maendeleo Chadema. Taarifa hii imeeleza kiundani zaidi Heche yuko wapi, lakini pia kupitia mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha Chadema eh, Brenda Rupia amezungumza pia kile ambacho kimetokea eh, siku ya jana, lakini pia gari la Heche kupigwa risasi. Sasa unajiuliza kwamba kwa nini gari hilo lilipigwa risasi, kwa nini gari hilo likabuluzwa mpaka kituo cha polisi? Kulikuwa hakuna njia nyingine e, ya kuweza kulikamata labda hilo gari e, mpaka zikatumika risasi za moto? Kitu gani haswa kilikuwepo kwenye hilo gari e, mpaka risasi za moto zikatumika? Sasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo kimetuma salamu za lambilambi kwa chama cha Orange Democratic Movement kifupi chake ni ODM cha Kenya kufuatia kifo cha kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Katika barua hiyo ambayo imesainiwa na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa John Heche, Chadema imeeleza masikitiko yake kwa kushindwa kuhudhuria mazishi kutokana na kuzuiliwa katika mpaka wa Isebania ambako eh, ni na hati yake pia ya kusafiria ilishikiliwa katika eh, mpaka huo. Taarifa hiyo imemwelezea Raila kama nguzo muhimu katika harakati za demokrasia na haki barani Afrika na mshirika wa karibu wa Chadema katika masuala ya kisiasa na uimarishaji wa upinzani katika eneo la Afrika ya Mashariki. Chadema kimetoa pole kwa familia ya marehemu, wananchi wa Kenya na wanachama wa ODM kikimwombea Raila Odinga apumzike kwa amani ya milele. Hii ni taarifa ambayo Chadema wameitoa, lakini pia imesainiwa na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema eh, Tanzania Bara John Heche, John Heche ameandika pia kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii, mbali ya kwamba ibara ya 17 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila raia anayo haki ya kwenda na kuishi kokote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni haki ya kikatiba, haki ya kutoka nje ya nchi na kuingia, kutoshurutishwa kuhama au kufukuzwa kutoka katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hii ni kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ambayo katiba imeeleza hivyo. Sasa tuulize ni kwa nini viongozi wa Chadema ambao walikuwa wanataka kwenda eh, jana kumwaga Raila Odinga au kuhudhuria mazishi wamezuiliwa? Ni kwa nini? Lakini pia ni kwa nini baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameonekana wakiwa Kenya na wamevuka mpaka salama kabisa bila kuzuiliwa? Viongozi wa Chadema wamekosa nini mpaka wameshindwa kuruhusiwa kuingia Kenya kumwaga Odinga. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikajibu pia taarifa ya uhamiaji, idara ya uhamiaji, ambapo kupitia taarifa ambao umetolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kimekanusha taarifa zilizotolewa na idara ya uhamiaji jana Oktoba 18 mwaka 2025 usiku wa kuamkia leo kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche alimbuka mpaka na kuingia nchini Kenya, ambapo Chadema imesema Heche bado yupo nchini baada ya kuzuiwa na maafisa uhamiaji kuvuka kwenda kuzulia maziko ya Raila Odinga. Hii ni taarifa ya Chadema. Heche pia akarekodi video akielezea, akiongea leo Oktoba 19 mwaka 2025. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia amesema Heche bado yupo nchini, hajavuka mpaka wa Tanzania kuingia Kenya baada ya kuzuiwa na maofisa wa uhamiaji mpakani mkoani Mara. Taarifa ya uhamiaji haijatolewa kwa bahati mbaya, kwani tulikuwa na taarifa kwamba serikali ya CCM kwa kipindi kirefu ilikuwa inamwinda Heche ili awekwe kizuizini mpaka baada ya Oktoba 29. Baada ya kukosa sababu ya kumweka kizuizini, sasa inapika taarifa wakiwa na lengo ovu la kutaka kumweka Heche na viongozi wengine ndani, na wametumia kigezo kuwa amevunja sheria ya uhamiaji ili wapate uhalali wa kumkamata na kumweka mahabusu. Hii ni according to Brenda Rupia, akiripoti taarifa hiyo. Kwa hiyo wanasema limefanywa kimkakati kabisa ya kwamba serikali ya CCM kwa muda mrefu, Chadema walipokea taarifa kwamba Heche anawindwa. Tunaitaka serikali iache mara moja ya mpango huo wa kumtengenezea Heche taarifa za kupikwa, hiyo ni Chadema. Lakini pia hawajaishia hapo, mkurugenzi wa mawasiliano wa wa, wa e, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Brenda Rupia amezungumzia pia kuhusu passport ambazo viongozi wa Chadema Wamepokonywa. Akiongea leo Oktoba 19, mkurugenzi huyo wa mawasiliano na uenezi Chadema Brenda Rupia ameeleza yafuatayo: tunafahamu serikali ya CCM kwa makusudi kabisa, bila y kueleza sababu, imetoa maelekezo maalum kwa idara ya uhamiaji kuwazuia viongozi wa Chadema kuondoka nchini. Mtakumbuka Mei mwaka 2025 katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam. Idara ya uhamiaji ilimkamata naibu katibu mkuu Tanzania bara Amani Golugwa na kuchukua pasipoti yake na hadi leo hajarejeshewa pasipoti yake. Kwa masikitiko makubwa tunapenda kuitaarifu serikali ya Kenya chama cha ODM kilichokuwa kinaongozwa na Raila Odinga na wananchi wa Kenya kwa ujumla kuwa chama chetu hakijaweza kuhudhuria mazishi ya Odinga kwa sababu serikali ya CCM imetuzuia kuvuka mpaka wa Tanzania na Kenya. Pia Julai 12 mwaka 2025, idara ya uhamiaji ilinizuia mimi Brenda Rupia kuvuka mpaka wa Namanga nilipokuwa naelekea Kenya, kisha Ujerumani. Walichukua pasipoti yangu na hadi leo hawajanirejeshea pasipoti yangu. Pia alizuiliwa mtaalamu wa rasilimali miradi na uwekezaji Leonard Magele kwenda Uingereza kuhudhuria semina ya uwekezaji, hadi leo pia hajarudishiwa pasipoti yake. Tunataka idara ya uhamiaji kupitia serikali yake ya CCM iturejeshe pasipoti zetu mara moja, kwa kuwa ni haki yetu ya kikatiba kwamba mwananchi yeyote ana haki ya kutoka na kuingia nchini kama tunavyo kama tunafuata sheria na kanuni za nchi hii. Kwa nini tunazuiwa kutoka na kuingia nchini? Huyu ni Brenda Rupia wakitaka idara ya uhamiaji ya kupitia serikali yake ya CCM ya irejeshe pasipoti mara moja, kwa kuwa ni haki ya kikatiba kwamba mwananchi yeyote ana haki ya kuingia nchini kama atafuata sheria na kanuni za nchi. Sasa ni kwa nini wao wanazuiliwa kutoka na kuingia nchini? Brenda Rupia hajaishia hapo. Kwa masikitiko makubwa mno, ameelezea namna gari la Heche lilivyopigwa risasi za moto. Brenda Rupia, wakati akitoa taarifa, amelaani kile kinachodaiwa kuwa ni shambulio dhidi ya gari la makamu mwenyekiti wa chama hicho, tukio ambalo limetokea katika mazingira yanayoibua maswali kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema, gari la makamu mwenyekiti lilishambuliwa kwa risasi za moto, likapasuliwa tairi na baadaye kubuluzwa hadi kituo cha polisi. Hadi kufikia muda wa kutolewa kwa taarifa hiyo, dereva wa gari hilo alikuwa bado anashikiliwa na jeshi la polisi bila kupewa dhamana wala kutolewa sababu rasmi ya kukamatwa kwake. Gari la makamu mwenyekiti lilishambuliwa kwa risasi za moto likapasuliwa tairi na kubuluzwa hadi kituo cha polisi. Mpaka dakika hii dereva wa makamu bado anashikiliwa bila dhamana wala sababu za kukamatwa kwake, alisema Brenda Rupia. Chadema imetaka maelezo ya kina kutoka kwa vyombo vya dola kuhusu tukio hilo ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za kiraia na usalama wa viongozi wa kisiasa bila kujali itikadi. Sasa, ndugu mtanzania, hili tuliache kwako tumelielezea kwa kina zaidi kuanzia tukio lilivyotokea mpaka Chadema wanakuja kutoa taarifa. Una maoni gani? Una mtazamo gani? Na kwa nini viongozi wa Chadema hawajaruhusiwa kuvuka mpaka kwenda Kenya? Wana shida gani mpaka pasipoti zao za kusafiria zinachukuliwa? Mpaka sasa wengi wa viongozi wa Chadema ambao pasipoti zao zimechukuliwa hazijarejeshwa. Wanja wa komenti huko wazi, maoni yako ni muhimu sana, tutapitia kujua watanzania wanamuoni gani. Tukutane tena wakati mwingine, hapa hapa kubwa, tuachie maoni yako, lakini pia tukutane kesho mahakamani, moja kwa moja, update kwenye kesi ya uhaini. Kumbuka kesho tunaendelea na episodi ya nne.